Msikilizaji, salamu za mwaka mpya, furaha za mwaka elfu mbili ishirini na sita. Natumai umeweza kuvuka vema na uko vizuri popote pale ulipo. Nazidi kukufahamisha kwamba kituo chetu kipo hapa kila siku kuweza kuhakikisha kwamba maslahi na masuala ambayo yanawahusu wananchi yanapata kukufikia kwa kina na unapata kuelimika na kutaarifika kuhusu kile ambacho kinachoweza kutokea karibu na wewe. Kwa hivyo, tuko hapa kuweza kuhakikisha kwamba hicho kinapata kufanyika. Lakini msikilizaji, nipo hapa siku ya leo kwa sababu nimeweza kuzipata taarifa ambazo nahisi kwamba nataka kushea na wewe ili kwamba upate kuelewa kile ambacho kinachoweza kuendelea sasa. Uh, kuna kiongozi uh, ambaye anaitwa Jos uh, Josephat Gwajima ambaye pia ni kiongozi wa kidini, lakini pia ameshakuwa kiongozi wa serikali nchini Tanzania. Sasa bwana Gwajima amekuwa na usawishi mkubwa katika serikali iliyopo mamlakani sasa hivi, ambaye uh, pia iliweza kumsababishia kwamba akaweza kupotezwa kwa muda fulani, lakini tena ameweza kuibuka tena na kupata kuishambulia serikali ya Samia na kuinyoshia kidole kwa yale masuala ambayo hayajaweza kuenda inapofaa. sasa Uh, taarifa nayoipokea hapa msikilizaji, naomba nikusomee kidogo, ili upate kuelewa ama kuipata taswira kamili ya kile kinachoweza kuendelea uh, kwa maneno yake, bwana Gwajima aliweza kusema hivi: unajua magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji, na mpaka leo hii nakataa vilevile vile. Unajua, magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji, umenielewa, eh? yalikupata mm -hmm. Kwa sababu mimi nilikataa mpaka leo nakataa vilevile vile. Anipata msikilizaji, huyo ni bwana Gwajima ambaye ameweza kuzungumza kwamba magumu yaliyoweza kupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji. Lakini pia akasisitiza na kusema mpaka leo hii anakataa vile vile. Msikilizaji, moja kwa moja unapata kuelewa kwamba maneno haya yameweza kuelekezwa kwa nani, kwa sababu atakayeweza kuendelesha shughuli za utekaji ni moja tu, kwa sababu rais wa nchi ama rais wa taifa lolote akiweza kusema kwamba utekaji usiwepo hawezi kuwepo lakini pia akiruhusu kwamba utekaji uwepo utakuwepo na sasa a, kiongozi huyu ameweza kusema kwamba magumu yaliyompata ni kwa sababu yeye alikataa utekaji ina maana gani msikilizaji kwa kwamba watu hawa ni watu ambao wanafahamiana vyema lakini sasa tofauti yao ikaweza kutokea pale ambapo mmoja aliweza kukataa kile ambacho mwingine alikipendelea, na hicho kikaweza kusababisha uhasama msikilizaji. Ikiwa nitaweza kukupeleka kwa historia kidogo, Bwana Gwajima akizungumza maneno haya alikuwa anayazungumza katika kanisa yake. Elewa kwamba bwana Gwajima ni kiongozi wa makanisa ya ufufuo na uzima wa, wa, a. Ni kiongozi wa makanisa ya ufufuo na uzima Sasa maneno haya alikuwa anayazungumza katika kanisa lake lililopo Ubungo. Kanisa hili msikilizaji, ni kipindi ni kipindi Gwajima anatoa mahubiri kwa mara ya mwisho katika kanisa hili lililopo Ubungo, jijini Dar es Salaam. Ilikuwa mwezi wa Juni mwaka 2025 kabla ya kanisa hilo kufungiwa na kuzingirwa na polisi. Kanisa hilo lilifungiwa mwishoni mwa... lilifunguliwa mwishoni mwa Novemba mwaka 2025, msikilizaji, kwa maelekezo ya waziri mkuu. Waziri mkuu nchini Tanzania yule anaitwa Mwigulu Nchemba. Sasa kuna kipindi kanisa hichi, kanisa hili limeweza kufungwa, na kanisa hili lilifungwa na polisi wakaweza kulizingira, lakini pia hakukuweza kutolewa taarifa kamili kwamba ni kipi kili, kiliweza kuendelea, lakini polisi waliweza kuzingira kanisa hili na likaweza kufungwa kwa kipindi kichache, tangu kipindi hicho uh, mwezi wa, chu, mwezi wa j, juni mwaka 2025. Tangu kipindi hicho bwana Gwajima ambaye ni kiongozi wa kanisa hili hajaweza kuhutubia ama hajaweza kuhudhuria kanisa hilo. Sasa katika sherehe za kuweza kuvuka mwaka mpya ndo aliweza kuibuka tena na kuweza kuyatamka maneno haya nilioweza kukusomea hapa: unajua magumu yaliyokupata wewe yalikupata kwa sababu mimi nilikataa utekaji, lakini mpaka leo ninaendelea kukataa utekaji huo. Msikilizaji, hichi kinamaanisha kwamba baada ya kuweza kupatana, baada ya kuweza kukosana na Samia ama kukosa kupata maelewano katika jambo hili la utekaji, serikali ya Samia ikaanza kumsababishia maovu bwana Gwajima ambayo kwamba yaliweza kusababisha aweze kupotea ili kuepuka visa vya utekaji, kuepuka kuweza kupotezwa, lakini pia kuepuka kifo. Kwa sababu kwa sababu gani nasema hivi msikilizaji? Tumeshuhudia viongozi wengi waliokuwa na ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Mfano wa wazi naweza nikakupatia bwana Humphrey Polepole. Humphrey alikuwa ni mwendani sana wa chama cha CCM. Lakini alipoweza kuanza kuzipinga hoja za chama hicho ama za chama tawala, lakini pia za viongozi waliopo mamlakani aliweza kupotezwa na hajawahi kuonekana mpaka siku ya leo vilevile vile, haijulikani kama yupo hai ama yuko wapi kipi kimemtokea, yani maisha yake yamepotea hivyo. Sasa taarifa hii ambayo unaisoma hapa ya bwana Gwajima inanidokezea kwamba alihofia kitendo kama hicho kinaweza kumfanyikia, na baada ya kupata hofu hiyo, akatafuta mbinu za kuhakikisha kwamba Samia ajapata kumfikia. Kwa sababu pia unaelewa kwamba bwana Gwajima ana uwezo mkubwa nchini Tanzania, ana ufuasi wa watu wengi nchini Tanzania, anapendwa na Watanzania kwa sababu ame, ameonekana kusimamia ukweli na ameonekana kusimamia haki, ameonekana pia kuwatetea wanyonge nchini Tanzania. Swala hilo linampatia nguvu ya kuweza kusimamia ule ukweli. Lakini pia akifanya hivyo, viongozi wa serikali wanahisi kwamba wamepata kupingwa. Wakiweza kuhisi kwamba wamepingwa, wanaanza kutafuta njia za kumsababishia maovu Gwajima, ili asiweze kuwa na sauti ya kuendelea kuzungumza. Sasa baada ya kumpoteza uh, kwa miezi kadhaa, sio kwa kupotezwa kwa kiserikali, lakini amekuwa hajaweza kuonekana kwenye mitandao, hajaweza kuonekana akizungumza, amekuwa ni mtulivu sana. Sasa baada ya kuibuka katika sherehe za kuvuka mwaka mpya, akatokea kanisani yake pale, akapata kuzungumza na akasema mpaka siku ya leo bado anasimamia lile lile aliloweza kulize, kulisema kitambo kwamba utekaji haufai na utekaji hauruhusiwi na ni kinyume cha katiba ya nchi ya Tanzania. Ameweza kusema kwamba msimamo wake bado uko pale pale na hajaweza kubadilisha chochote. Kwa mtu anayeweza kuangalia masuala haya kwa njia nyingine ya msikilizaji, anaweza kumwangalia Gwajima kama ambaye anaanzisha vita na serikali, lakini ukweli ni kwamba serikali ya Samia inaendelesha vitendo vya utekaji, inaendelesha vitendo vya kuwapoteza raia ambao kwamba wanazungumza kinyume na serikali hiyo, na inahitaji watu wenye nguvu kuweza kusimama na kupinga hatua hizo, kwa sababu ni kinyume cha sheria na haziruhusiwi na ni kinyume ya haki za kibinadamu. Sasa basi Wajima ameweza kutoa wasia wake ambao kwamba ukiweza kuangalia viongozi wengine wa kidini walioweza kuzungumza katika swala hili hivi karibuni unaweza ku, kuyalinganisha na maneno aliyoweza kuyatoa uh, bwana Charles Kitima, ambaye ni padri wa kanisa Katoliki. Yeye pia aliweza kuonekana akipinga masuala ya utekaji, masuala ya kupotezwa, lakini pia masuala ya mauaji yanaweza kutekelezwa na serikali ya Samia ili kuweza kujisitiri mamlakani. Msikilizaji, unahisi kwamba mkondo huu ambao mapadri wameweza kuchukua nchini Tanzania utaweza kufufua haki za kitanzania au utaweza kusababisha kwamba serikali ya Tanzania iweze kurekebisha na kuhakikisha kwamba haki inatendewa inatendwa kwa wananchi. Zidi kutuachia maoni kwenye comment section, lakini pia zidi kutufuatilia ili tuzidi kuhakikisha kwamba tunapatana na tunafahamishana pia tunazidi kuelimishana. Nikutakie uh, mwaka mpya mwema, tuhakikishe kwamba tunazidi kupatana hapa kwa faida ya kuendelea kufahamishana.